Kwa jina anaitwa Abdul Shaibu Ega almaarufu sitini na nne, ni mshabiki wa Simba na ni mwanachama wa Simba. E, tayari tumeshatimiza ile azma yetu ya miaka mitano ya kwenda kufanya nini, ya kwenda kupiga kula, lakini mwisho wa siku tumeshatiki. Sawa, tumeshatiki na najiandaa sasa hivi, niko safarini kuelekea wapi? Kuelekea Tabora. Amani ni kubwa, kila sehemu tunayopita Watanzania wanajitokeza katika vituo vya kula wanaendelea kupiga kura. Naomba Watanzania tuendelee kudumisha amani tuloachiwa na wazee wetu ili tuweze kufanya nini, kuendelea kufanya mambo yetu, kwa sababu siku zote amani ndio msingi wa maendeleo ya taifa letu, na maendeleo ya kila jambo wanaolifanya lazima kuwe na amani. Kwa hiyo kikubwa, Watanzania waendelee kujitokeza, waendelee kupiga kura kama sisi tulivyo maliza tu. Kwa hiyo hali iko shwari, yani kila eneo liko shwari, liko tulivu. Tuachane na masuala ya mitandao mambo mengine ya kutengenezwa. Amani imedumishwa, amani iko fresh fesh. Kwa majina naitwa Manka Rafael Munishi, ni mkazi wa hii kata ya Makumbusho, vilevile ni mjumbe wa serikali ya mtaa. Nazungumzia swala zima la fursa, kwa sababu uchaguzi ni fursa, na natumshukuru Mwenyezi Mungu, serikali yetu iko imara, usalama upo, wananchi wamejitokeza, hawakutikisika na zile hofu za uzushi. Tukweli mchakato ni mzuri, kwa sababu kama usalama umeimarika kiasi hiki basi jambo liko vizuri kabisa. Tunaishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini nawaambia sasa hivi kwamba hofu haipo kabisa, watoke kwa wingi wa kijinafasi na tufate ile agizo tuliopewa, turudi nyumbani katule na familia. Nashukuru. Kwa jina anaitwa Almikoi armaarufu Kisugu na ni mkazi katika mkoa wa Pwani wilaya Mkuranga, kata ya Mwandege nimemaliza salama kupiga kura, ni jambo ambalo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini hivi sasa niko katika maeneo ya Kariakoo, amani ikiendelea kutawala. Kwa hiyo kikubwa, nichukue nafasi hii kuomba sana Watanzania kujitokeza ili kwenda kukutimiza demokrasia yao, kwa sababu mimi binafsi kama Kisugu nimekaa nafikiria sana tarehe ishirini na tisa itafikaje. Kwa hiyo tarehe ishirini na tisa imefika na nimetiki mwamba kama unaona mwamba miko Kisugu tayari nimeshapiga kula yangu, niko kwenye pilika pilika za mtu mmoja. Kwa hiyo kikubwa ninashukuru Mwenyezi Mungu, lakini pamoja ni waombe wa Tanzania kwa sababu amani imesisitiza kwenye vitabu Taurati, Injili, Zaburi pamoja na Qur'ani. Ukisoma Yohana pale ishirini ishirini na moja bado Bwana Yesu anasisitiza amani. Kwa hiyo amani ipo, kila jambo liko vizuri, kila jambo liko sawasawa.